Na tumalize na mizengwe ambapo nipe nikupe kati ya serikali na upinzani imeendelea kushuhudiwa Rais William Ruto akikabiliana na wanaoamini kuwa azma yake ya kuifanya Kenya taifa lililostawi. Rais Ruto ameendelea kuwakashifu wapinzani akiwataja kuwa viongozi wasiokuwa na ajenda na ambao kufikia sasa hakuna walichokifanikisha licha ya kushikilia nafasi serikalini. Hata hivyo, upinzani ukimkosoa Rais Ruto kwa madai kuwa ana ahadi nyingi ambazo hazitimizwi. Katika makala ya mizengwe wiki hii, nipe nikupe baina ya serikali na upinzani, kisa na maana. Nataka niseme bwana Ruto mambo ya Singapore usioone mambo ya bottom up imekushinda, uanze kudanganya na mambo ya Singapore. Safari ya kuelekea Singapore, nahodha wa safari hii Rais William Ruto, utawaambiaje hawa wanaojaribu kutia doa katika safari hii ambayo tayari imeng'oa nanga? Ukiwasikiza wanazurura zurura hapa eh, ati, eh. Yani wale jamaa hata mimi nawaona huruma Yaani wako chini sana, wako chini, wako chini tu sana. Eti unasema mmoja wa hawa viongozi wa upinzani ulimweka kwenye mizani kutathmini aliyofanikisha kama kiongozi na kufikia sasa bado hajakupa majibu. Sasa jamaa mwingine nikamuuliza juzi, kwa sababu alikuwa ananiambia maneno mengi, nikamwambia, wewe mimi sasa ndio napanga barabara ya kwenda kwako wewe umekuwa uongozi miaka hamsini, unahitaji miaka ngapi ndio utengeneze barabara kwanza ya kwenda kwako? Wachana na hii ya Kenya, hii ya Kenya ni complicated. Huwezi kujua ya kwenda kwako peke yake lini? How many years? Bado nangojea majibu, wajanijibu. Akinijibu nitajua vile ya kumwambia, lakini kusalia kimya pia ina maana yake. Ama utasemaje, gavana Wavinya Ndeti? hakuna kunyamaza. Saa ingine ni jibu. Hata kunyamaza ni nini? Hata kunyamaza ni nini? Utamwambiaje rais kuhusu wandani wake kutoka maeneo haya ya Ukambani? Amepata Wakamba wengine hapa eh? Kazi yao ni kwenda kumdanganya, hata ile vitu anamwambia president, anasema maneno ya ukambani ni ya kumfanya hata president aonekane ni kama ajui ni nini anasema ila Rais Ruto kajipata pabaya. Eti wanasema ahadi anazo nyingi, ila kufanikisha hapo kumekuwa na tatizo. Bwana Ruto alisema nyuma ya siku mia moja akiweka Biblia chini analeta mashini mpya hapa Nzoia. Alisema hakusema, alisema nyuma ya mia, siku mia moja atalipa wakulima wote walioleta miwa Nzoia hata Pita Munya anaonekana kuwa na shaka kuhusu iwapo tutafika Singapore. Kama vile ile serikali hiyo mnaambiwa ya, ya Singapore, minister prime minister wao alikuwa anaitwa Lee Kuan Yew. Yule alianza Singapore, aliweka ndani ministers wake, wale walikuwa wezi. Sasa unaambia watu wapeleka Singa kwa serikali na, na, yako ni poraji tu imenjaa, kwani unawapeleka wakiwa juu ya wirubaru? Tumalizie na burudani kutoka kwa gavana Ndeti ambaye kila mara hakosi kuwashangaza wengi kutokana na ujuzi alionao kwenye miondoko ya kisasa. Chairman, chairman, chairman. James Mwangi, makala ya Mizengwe.